Kabla ya kuingia kwenye masuala ningeomba kuna ndugu zangu, mimi kawaida ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri: Dar es Salaam, kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wali wamekuwa huulizia mbona si mbona sendi mbona napenda. Ndugu zangu sisi Waislamu tuna matatizo. Wallahi sisi Waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna majlisul ulama, kama huko kwetu kuna of kadhi's office. Ile majlisul ulama ndio isimamia mambo ya, ya makadhi ina na mufti. Ile ndo kama mlosikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia na mi pia amenifungia skni <todos> tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? Mi sijamtukana mtu si sija haijatokea mi kutukana mtu, lakini <todos> ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye na hili ni matatizo katika dini. Tukiitia na umimi tutaharibu. Na mimi napenda kuambia, hasa ujumbe huu napenda kumtumia mufti wa Zanzibar, watamharibia ile kabineti yake ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa, kwa maslahi ya huyu. Nampenda mimi huyu, ni rafiki yangu huyu kwa karibu na mimi sawa, huyu hako na mimi huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu ya, ya, ya kuwa aniungae ntamruhusu hawana -ha. Hoja walimuita huyu bwana wakamwambia, mimi na matatizo matatu. Tatizo la kwanza walimwita juzi juzi. Tatizo la kwanza asema, kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na raisi alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini alikwenda kumwambia mama Samia, boda sihusumbuliwa. Sasa hili ndio la kunifanya mimi sizungumze dini? kwani mimi huja Zanzibar kuzungumza siasa? Mi kwenda Zanzibar huwa walikuwa misikitini. Sasa hili ni nafasi nililipata, nikaona wendani wangu. Mimi si mwana siasa, nimeomba kama mimi. Kwa nini yeye asitunge protokol ya khi? mimi na dini, protokol muhimu kwangu mimi ni dini siwe, si, si, si, si mambo ya, ya kisiasa. Mi popote ukinalika lazima watu wajue, usiniekee protokol ambayo kwamba kwa haikubaliani. Na kama waona kuna protokol muhimu kushinda dini, usinialike nilikuomba mimi. Nambia, bwana atakuja Ruto hapa, lakini usizungumza. a -a. Ukiwa wataka una masharti yako usinialike mimi. Nisija kwambia bwana, nipenda mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. Si muhimu mimi. Mimi muhimu mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Kuna zaidi? Nani muhimu? Waman ahsanu qawla mimman da'a. Eh, takunekea mtu. Kama wewe mtu kwako ana thamani mimi mimi ha. Hakuna mtu ataona kuna klip mimi nimeweka ya Mama Samia kunambia kusema. Mimi muhimu, sikupendwa na Mama Samia? Mimi muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa cha kufurahisha, mimi ningekiweka kile, niko na kwenye, kwenye mitandao yangu. Huwezi kuona klip ile. Kuna mtu, kila mmoja unitumie e, una neno eh. Sina neno na Mama Samia. Mama miaka mitano miaka kumi mpe baada ya hapo atakuwa kama wengine, lakini wewe kuana nani sasa hilo likawachoma ikawa mimi yani pili, mimi nina permit kule, limewachoma pia. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa mimi nimepewa permit, sasa si serikali nyinyi, si mimi. Naomba kwa serikali, wako watu katika majlisi ulama wanatumia yani majlisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya. Jamanini, ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo, kisha tena utakae. Lakini utataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wanakungamano hufanyika pale kabla ya Ramadhani, manake waliweka walieka sharuti. Mimi sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanzibar, muhadhara wote mpaka wao wa barua kisha wakipelekewa wa approve kwamba haya, tumemruhusu mimi nikawaambia wale jamaa, bwana nyima nitaka mimi mimi nimewekewa zikwazo, naenda nikapelekea barua, wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu. Wamekaa mpaka siku ramadhani imeingia, mwambia baada hatujakutana, baada hatujakutana. Sasa mimi hata nashindwa kwa kosa gani lakini wao wajijue. Hili baraza la ulama, baraza uko kwa muda tu, utaondoka. Kuna na Mungu utamjibu nini? na hakuna sababu, sababu iliyoko ya msingi ni kuna fulani na fulani hawasikizani. Basi huyu huja kupitia fulani, mathalan ni mtu aje hapa Kenya, huletwa na msikiti fulani, wewe upendele msikiti fulani, ndio ukatia fitna. Haitakiwi namna hii, analo eleza huyu bwana, kosa lake ni kadhaa ni kadhaa yingine walolielezea sababu ati mimi mashekhe uita kwa maina yao, yani badala y kunna Sheikh fulani nikamwita nika fulani. Nimwambia nipeni, sasa shahadi, si mimi hadhara yangu yote ufanye nini, siko live, nipeni. Alafu ikiwa kuna shekhe amemwita kwa ina, mimi Mungu mtukufu, Mungu kwa a si ndio jina lake? Jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu A -a, Allah ni Kiarabu. Jina la Mungu ni nani? Mungu, kuna mtu anena na Mungu akaona, mbona hey, sikumtukuza Mungu, umemwita Mungu ya khiyu. Kuna mambo mengine yaani utaona haya, ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini, si ni kuonesha kwa, kwamba huyu mufti ana watu tini hawastahili. Wewe we utatokea hicho ye, kweli kwamba Fulani hutuita sisi kwa majina yetu. Hey, hey, hey. Wallahi. Yaani ya hivi vyeo vya haribu watu. Hivi vyeo. Yaani mtu amekuja Izudin. Bose tuheshimiane na Sheikh Izudin. La haula wala quwwata illa billah. <tinyo> Wallahi hivi vyeo vya haribu watu. Hivi vyeo vya haribu watu. Kwa hiyo napenda manake mimi nikila nikikaa hawa mbona huji Zanzibar? mbona huji Zanzibar? Napenda niwajulishe sikuwa sitaki kuja Zanzibar mimi. Hawakunikataza hawa kwenda Zanzibar, wamenikataza nisitoe muhadhara, mpaka wane barua. Na cha ajabu, angalia wao, mimi wameniwekea vikwazo juzi, mimi wajua au? Wale yangu wale kile wa, wa, chama cha ulamaa, kuna kuna watu kikubali, kuna watu wakikubali yani simeona sisi hapa kuna watu tuko na kadhi, kuna watu hawako. Sasa wale uhodari wa kadhi ni kumfanya kila mtu hamkubali, japokuwa una msimamo yako, lakini nikubali wao. Kuna watu wamewafanya hawawakubali. Sasa wale watu hna wakaitolea mihadhara, wakirudi habari mimi ninao wakubali na kuwatambua barua, hawataki lakini ltakalokuwa sasa, ndani nitakwenda na nitatoa muhadhara wanishike wanitie ndani hapo, sasa kutajulikana mbivu, manake wengine wamekwenda, hawakuambia hawakua, leteni barua. Wewe una chuki, baki na chuki zako, si wakataze watu? Heri mimi mimi, natoa huu ujumbe na nataka ufikie mufti, na naomba wale manake, mashallah, wa Tanzania hodari zengeni title muipe title mtakayo. Sheikh Izudin imeshambulia mufti, imefanya nini? Mimi sijamshambulia, na namuomba akae na hii kabine, kabineti yake aiangalie vizuri, aipekue vizuri, yamuharibia ya jina. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite, niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai, wakikuona watatekana na wewe lakini tahsabuhum jamian wa kulubuhum kwa nini iwe namna hiyo? wena inna mtua Allaha yabghadhu dhal wajhain, Mungu atukia mtu mwenye nyuso mbili. Akikuona haitakiwi kuwa straightforward, au sio? Bwana tukujue ni hivi au ni hivi? Ya kimekuwa afadhali serikali zisizo kwa za Kiislamu imekuwa kuliko nyinyi serikali za Kiislamu imekuwa hela uislamu wekuwa zikwazo mimi si mtukana mtu, na nete ushahidi kwa mimi mtukana mtu. Nimekwenda Zanzibar kumtukana mtu. Mimi sina misikiti kule si alikwa. Misikiti ya, ya madhehebu ma tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi naheshimu kila mtu msimamo wake wake. Lakini basi tu ndaaatenaa tena na huifakhiri. Yule tumemfungia, mmenifungia nini? Mmenifungia lipi mmenifungia? Na cha ajabu mi nikienda angalia, wallahi, kuna kitu kibaya jamanini, kama unafiki. Ukienda ukwambia wewe kwetu huji kutoa mawaidha, nyinyi mmenifungia, mmtaki mbele za watu, mtaka kuonyesha kwa maana nyinyi mtaka mimi nende, si haki. Mimi kulikuwa na harusi ya mtoto wa president lialikwa, mimi nimekwenda. Juma la kwanza kusaliwa Ikulu walimweka mimi ni khutubu. Wao wame, wamefanya hivi, rais mwenyewe akasema teni fulani ya hotuba ikawa ngua. Sisi mimi bwana, mimi siyataki haya mimi, hakuna kitu, sitaki kuwa mbele mbele la, wala sitaki nijulikane mimi nilotumikia, lakini huu ndio ukweli na hakika na na hawajui, na haya. Mara nyingi niwape kaida, mara nyingi ukiona kwenye idara utokea matatizo, mara nyingi ni hivi vidogo vidogo. Nini waogopa? Mimi sitaki kuwa mufti wa Tanzania, mimi sitaki hata mufti wa Kenya, si umufti ukadhi si utaki. Bas, tosha.

kucha kusomisha shekhe, shekhe hata kutoa meno hatoi eh, akiona makina ajiona, mimi naja mahala salama, nitauliza hapa nitapata jibu, atatekana wewe utateka na yeye. alhamdulillah. Alhamdulillah, lakini jamani, dini tusitie chuki katika dini, tupeane nafasi watu watumikie dini, kila mmoja kwa nafasi yake na tawfiki anataka kumpa Mwenyezi Mungu. Lakini wewe wewe, huwezi kuniinua mimi wala huwezi kuteremsha mimi, aliambiwa Mtume, innaka la tahdi, walakin Allah lakini wewe kuona chuki ati huyu, kwa sababu nini? Kwa sababu nini? Kwanza kwanza mmesahau sababu... kwa handa... hili kwanza, wambia yuaja, akiondoka hata taarifa hakuna. Mimi Zanzibar ni kwetu. Sheikh Abdullah Bakathiri amezikwa kule, kabla Zanzibar haiyawa Zanzibar, na ule mbabu yangu tu minge kwa mwanamke hafai kunio wa... ni wako si wako, yani mtu fikiria wewe ukibadilika moyo, wewe ukiwa mwanamke hafai kukuoa, maana yake ni wako sana. Sharifudini ambaye ni babu yangu, hoyo ndio babu yake alomzalia ya mamake tu. wenda ukutani pale, tuna nyumba sisi. Mimi sishukii binga na Zanzibar, hata sishukii kwa mtu, nashukia kwetu. Kwetu ambao mimi nina haki yangu haki, nyumba sio imewekwa yoyote aliozalikana na kizazi cha Makathiri? Sisi ni makathiri ana haki yao, mimi mgeni ha? hapo sitaki kwa kwa magari. Tulikuenda Sudani sisi tukatukuli tuka, nialikuwa mkutano Sudani wakati wa Amar Bashiri tukaetewa presidential escort ile tulikataa baba, hii kwenda kuyoka na mafuta yako uliadua kutafutao hukupata rais ukitembea. Kwa hiyo kwa watu hajui uko kwenye, una uhuru serikali, serikali tuktu, una uhuru ya kupanda hapo ikushishie, ni kweli si kweli? Lakini wallahi wewe umekonda mahala. Mimi tumeenda mimi na Daktari Mbarak huyu aweso huyo wa Nairobi, tumealikwa mkutano wa makamu wa rais Ukenda wallahi, chumbani ukifungua mlango askari amekusimamia shewe, ndo wapi sisi? Hey, mako tumepewa suti zile ruu suti. Mimi chumba changu chumba cha pili kuna mlizi wangu, ya, <laughs> ya si, tukaaha Hayana raha, si mimi na tumahi zetu minan nas wewe mtegemea Mwenyezi Mungu. Basi mimi huambia siku zote hapa, kuna kuna maisha si tumeyazoea, yana raha tuna alindwae wallahi, hana maisha raha. Wewe angalia sengine, juzi mimi nimeona clip moja bakhare sa mitaani yani yeye mwenyewe pia huona raha anapotembea, ya hii kule kutembea na huku. Tulialikwa harusi nyingine pia ya mama Samia, huyo alitualika na manaye pia akatualika. Basi tulipofika kule kwenye harusi, anasema wallahi mwanadamu, sengine unatamani uketi Kiislamu. Maana yake uketi Kiislamu, hakuna mhofu hakuna hofu, lakini sasa hizi protokol nazo kikaana, huyu lazima askari asimame hapa. huyu asema e, akhi, asema hakuna maisha ya raha kama mtu kuishi maisha ya Kiislamu. We angalia sisi hapa wengine miskini wameilalia mkheri wa 50 fi qarar makin. Angalia wendani wetu We angalia, wendani wetu We angalia, wendani wetu tu Mwenyezi Mungu awalete awa, awa, awa nusra wa Gaza. waweza kukaa kwa kuwatolea madarasa namna nini? Hawezi. Sisi alhamdulillah mtu uja tena kambia bwana pale nashibu bwana zile si zimekuwa tayari sasa wa raha mustarehe. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa wangu, mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, hii kabineti jamanini iliyoko majlisil ulama wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Kuna watu pale hutumikia nafsi zao, kuna watu hutumikia nafsi zao. Tumikieni Mwenyezi Mungu, mtumikieni Mwenyezi Mungu ya akhi, hivi vyeo vya duniani havitotufaa ikiwa havikufungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu na mtume, kuweni wa kweli, anayestahiki kupewa nafasi apewe. Wateni kutauana kwa maina tu, tauaneni kwa vyeo, unaotenda kazi yupi, anafanya kazi yupi, anastahiki apewe majukumu mtakwenda kuwachukua Mwenyezi Mungu taata hivyo vyeo hapa walitangulia wengi. Naam, hatende. Wasitoe kwenye mizani.